yoyote na mtu mwingine. Tuelekee kaunti nambari kumi na sita ambapo familia ya Susan Nyaboke, mwanamke aliyeuawa katika kijiji cha Mwanyani huko Machakos, imethibitisha kuwa marehemu ni binti yao. Babake Peter Ondari ameelezea kuwa binti alikuwa mpenzi wa mwanamume aliyemuua na walikuwa wamejaliwa kupata mtoto mmoja. Hata hivyo, walikuwa wameachana na hakuwahi kuitembelea familia hiyo kwa ajili ya kujitambulisha. Maiti ya Susan na mwanamume huyo zimehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Machakos Level 5. Nikaambiwa kuna msichana ameuliwa huku Machakos na nikaambiwa ni msichana ni yangu, mimi si kuamini, ikabidi mchunguze nijue kama ni ukweli, kama ni yeye ameuliwa. Fadhamo, nikapigiwa simu nikiwa huko Limuru, nikaambiwa Susan Nyaboke ameuliwa ya na jamaa mwenye alikuwa bwana wake wa zamani. Sasa mi sikujua mbona akaamua kumuua, na mimi sina mtoto mwingine, huyu ndiye alikuwa ya tegemeo yangu. Kwa hivyo Susan ninamjua kama mwalimu wa Sade school for uh, two good years, na ninamjua nina akiwa mtoto mzuri ambao hakuwa na mambo mengi, na kwa hivyo sisi kama wachungaji tunahitaji tu maombi hata kwa nchi yetu tunahitaji maombi kwa sababu kitendo kama hiyo ni kitendo ambao sio mzuri. So the youths, let us stay alive, let us feel that life is God given and we have a responsibility to be there and even to get to our destinies. Tusalie hapa kaunti namba 40.